Nimepata simu nyingi eh, nchi nzima eh, na nyie hapa mkiwepo, tunapokea simu: muundo wetu unaanza kutumika lini? Kwa nini haujaanza kufanya kazi? Ni kweli wote tulikuwa Iringa na kila mmoja alisikia kauli ya mamlaka ya juu ilivyosema kwamba mwaka huu wa fedha, eh, ni lazima eh, muundo ule uanze kutumika. Sasa sisi kama viongozi tusingeweza kukaa kimya na wakati hatujaona umeanza kutumika. Tumeshafuatilia sana zaidi ya mara nne, eh, kwa ngazi mbalimbali kuuliza. Ahadi tuliyopewa ni ahadi ya muda mrefu sana ina miaka mingi kidogo, lakini kwa Iringa, kwa maana mwezi mwezi wa tano, haikuwa ahadi bali alikuwa ni maagizo ya utekelezaji na sisi hatuwezi kuamini kwamba ilikuwa ni kauli ya uongo, kauli iliyotolewa na mamlaka ya juu kwa kiwango kile. Kwa hiyo tulichokifanya tumefuatilia, ni kwa kifanya, e, nini haujaanza kutumika kutumika, na tuliambiwa utaanza kutumika. tumepewa kauli kwamba muundo ni kweli upo na taarifa zipo na unafanyiwa kazi na muda wowote tutataarifiwa utakapoanza kutumika ndani ya mwaka husika. Kwa hiyo ikatupa faraja zaidi kwamba kauli ile haikuwa ya uongo. Ni kauli ambayo e, inaweza ikatekelezeka endapo serikali itaongeza kasi, na kwa kweli tunaiomba serikali ijitahidi kutekeleza ahadi hii, kwa sababu ni ahadi ya muda mrefu sana, na kama ilivyotoa ahadi ya utekelezaji, basi ni vyema ikaishi kwa kauli ile ili kuleta umoja wanachama wetu tunaoongoza e, waweze kuwa na amani.